Unahitaji kuweka mziki, utakuja pale chini palipo andikwa audio, utakuja kwenye sound, utachagua wimbo ambao unao au beat ambayo unayo. Kwa mfano mimi nitachukua hapa from device, kwa hiyo nitachagua nyimbo zangu ambazo mimi nazitumia kwenye video zangu. Labda mara nyingi sana mimi wanatumia beat hapa, nikitokea nimeipenda, nabonyeza pale penye alama ya kujumlisha.

agaana kwa standardi. Bila shaka tumeloana. Wewe umeenda umeenda hii project yako labda. Wimbo ni mrefu yani wimbo ni mrefu. Labda ni kati hapa. Tusikilie tusikilie wimbo ni mrefu, umefika umeishia hapa, lakini project yako bado inaendelea. Unahitaji wimbo uendelee tena ujirudie kule. Kile cha kufanya, unaushikilia tu wimbo huku chini, afu unabonyeza. Hakuna haja ya kusema kuja tena kwenye kwenye kwenye music ward wimbo mwingine mpya pana. Ukishashika tu huku chini. Unakuja kubonyeza pale palipoandika copy vile vile, kujikopi kwa mbele kile kipande vilevile sauti yake copy chini, okay. Hii ni kwa wale wenye project ndefu ina dakika kumi, 30 maana hakuna beat au wimbo una dakika 30, kumi hapana.